Bamutu badiko leo tunatengeneza salad ya embe aka mango salad. Tunaanza na embe zetu mbili ambazo zimekuiva, so tumekata into slices. Tutaweka na parsley nusu kiganja, tutaweka na giligilani aka cilantro nusu kiganja, tutaweka kitunguu majani aka green onion nusu kiganja. Tutatia na celery kafimbo kamoja ambako nimekata into thin slices. Tutaendelea kwa kuweka pilipili manga aka black pepper nusu kijiko cha chai. Tutaendelea pia kwa kuweka basil iliyokaushwa, kama unayo fresh tia Tutatia maji ya limao. Tutatia na chumvi aka dawa ya chakula. Tutatia mafuta ya ufuta sesame oil, kijiko cha chai, afu tutamalizia na asali kijiko kizima chakula na kama na uma Godfrey. Mimi na natosiwaga salad natosiwaga jioni Si mnaelewa mambo ya nte, amecheza baba na mama namna hiyo. Kwa hiyo tos, tos, tos mpaka kila kitu kichanganyike pamoja, na kama kaida yetu jamani, it is time to taste. Tumeshamaliza muda wa kutupia mawe pangoni. Cheers, ba mtu badiko na hii salad ni dawa ya vitambi sugu, vitambi mchongeko, vitambi mzunguko. Perfect. Bye, guys.